Ameisha baadhi ya wawaniaji wa ubunge na uwakilishi wadi katika maeneo mbalimbali nchini. Kati ya walioidhinishwa katika eneo bunge la Malava ni akiwemo David Ndakwa wa UDA na Edgar Busiega wa DCP. Katika eneo bunge la Mbeere Kaskazini, Leonard wa Muthende pia ameidhinishwa na IEBC. Uchaguzi huo unatarajiwa kufanyika tarehe 27 mwezi ujao. Zablon Masharia na taarifa ile. Wawaniaji wa nyadhifa mbalimbali nchini wameidhinishwa na tume ya IEBC ili kushiriki kwenye chaguzi ndogo. Katika eneo bunge la Malava, David Ndakwa wa UDA na Edgar Busiega wa DCP wameidhinishwa kuwania wadhifa wa ubunge wa Malava. Baada ya kuidhinishwa wawaniaji wale wameendeleza kampeni zao wakijaribu kuwashawishi wakazi wa eneo bunge hilo kuwaunga mkono. Sasa tufanye siasa ya amani, tusifanye siasa ya matusi, tusifanye siasa ya kupigana, kwa sababu Malava ni kubwa kuliko mtu mwingine. Nyinyi mnajua hati ya Malava, mnaenda kuchagua mjumbe mkiwa na marking scheme, ambayo mtihani ambayo mnakwenda kufanya. Serikali ya Kenya inajulikana haijulikani Rais wa Kenya anajulikani hajulikani? Si rais wa Kenya ni William Ruto. Huyu Ndakwa chama ya UDA iko kwa serikali ama iko kwa serikali? Katika eneo bunge la Magarini, tume ya IEBC imewaidhinisha wagombea sita, ikitarajiwa kuwaidhinisha wawaniaji wengine wanne. Shughuli ya leo ni kama tunaidhinisha wale candidates. Tunaita candidate registration ambao ni kama tuna validate ndio wa, wa, waweze kuwa kwenye ushiriki katika uchaguzi wanaokuja tarehe 27 mwezi ujao. Leo kwa Magarini tuko na candidates kumi, wagombeaji kumi katika kiti cha ubunge. Leo tume clear watu sita so far. Niko kwa kinyang'anyiro na furaha ya Magarini lazima ipatikane, na haitapatikana kwingine, itapatikana kwa Furaha Chengo Ngumbao. Ajenda zangu tatu muhimu kabisa ni kuhakikisha magarini tunatoa umaskini, kuboresha magarini kwa elimu, kuboresha magarini kwa miundo misingi. Lakini katika eneo bunge la Mbeere Kaskazini, mwaniaji wa DP Newton Kariuki na Leonard wa Muthende wa UDA wanatarajiwa kumenyana baada ya wawili wale kuidhinishwa. Uh, tumetoka hapa IMBC na niko na furaha siku ya leo asubuhi ya leo kwa sababu we have been clean against all odds. Wamejaribu kuweka mbari baa mingi mingi mingi, lakini Mungu amekataa. Kwa hivyo leo tuko na certificate. Kwa hivyo mimi ningetaka kuambia our followers wawe tayari sasa, tunachukua hii kitu chaguzi hizi ndogo zinatarajiwa kutendeka mwezi ujao. Zablon Mashare Undugu TV.